Nina imani kwamba wakulima wameweza kupata elimu juu ya teknolojia bora za kuongeza tija katika uzalishaji na pia wameweza kujipatia pembejeo na zana za kilimo kutoka kwenye taasisi mbalimbali mbali ambazo zimeweza kufanya maonyesho yake hapa kati ya siku ya jana na leo. Wito wangu kwa wakulima ni kwenda kutumia elimu ambayo wameipata kupitia kongamano hili na kuongeza thamani ya mazao yao ambayo watayalima na mimi naamini kwamba wakulima wote mmechukua mawasiliano katika huduma zote ambazo zimetolewa hapa na huduma zilizoonyeshwa katika maonyesho haya ya siku mbili. Na nichukue fursa hii kuwaasa watu wa huduma kuendelea na ushirikiano huu mzuri na wilaya yetu ya Hanang, hasa halmashauri ya Hanang. Na mwisho wa maonyesho haya ni mwanzo wa maandalizi ya maonyesho yajayo. Kwa hiyo mimi naamini watu watatoka maeneo mbalimbali kuja Hanang kwa ajili ya kufanya maonyesho na kufanya marketing ya bidhaa zao. Ninaomba sana ushirikiano wenu ninyi mlioshiriki, mmeona faida, mmeona changamoto. Kwa hiyo tunaweza tukawa tuna vikao vya mwanzo kwa ajili ya maandalizi ya shughuli yetu ambayo itafanywa kadri tutakapokuwa tumekubaliana kwenye vikao vyetu. Niendelee kuasisitiza wataalamu waweze kuendelea kutoa ushirikiano kwa wadau na wakulima pamoja na wananchi kwa ujumla ili kuweza kutoa huduma bora. Na leo nimeweza kugawa vishkwambi kwa maafisa kilimo ikiwa ni mwendelezo wa jitihada za serikali kuwawezesha maafisa ugani kuwafikia wananchi pale walipo na wadau kwa ujumla. Wamewezeshwa pikipiki, wamewezeshwa mavazi, wamewezeshwa pia vifaa vya kupima udongo. Tulialika makampuni kama thelathini na tano nikiwa na maana taasisi pamoja na watu wa huduma binafsi lakini tuka, tunashukuru walioweza kufika ni wadau wa 25 ambao leo hii pia utawapa uta vyeti kwa ajili ya ushiriki. Mi naitwa Dr Msola, ni bwana shamba wa kampuni ya mbolea Minjingu. Leo tuko Hanang haish, napongeza wilaya hii Hanang. tuna wilaya mia moja zaidi ya ishirini nchi hii, sio wilaya zote zenye mpango kama huu, kwa hiyo hiyo ni mfano na wilaya nyingine ziige. Hakuna njia mkato bila kutumia sayansi ya kawaida tu, matumizi ya mbegu bora, matumizi ya mbolea na kupata kanuni bora za kilimo. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Gothard Samuel Mpawe, ni meneja wa TFRA kwa kanda ya Kaskazini. Tunatarajia uh, matokeo chanya. Matokeo chanya kwa maana yake kuongeza tija ya uzalishaji. Kwa hiyo uh, mkulima ambaye alikuwa amezoea kuzalisha uh, gunia 15 kwenye ekari moja, basi kupitia kampeni hii itambadilisha kuweza kuzalisha zaidi ya gunia 15, 20, 25 katika eneo hilo hilo anayolima kwa ekari moja. Kwa jina langu naitwa Atanasi Sala, ninatoka kata cha Masakta. Nimefurahi maadhimisho haya ya kilimo kwa sababu yanatupa mwongozo mzuri wa kilimo, pia hata tumepata ma mafunzo mengi kutoka hapa kwa wataalamu wa mbolea, mbegu mpaka na mama wa hali ya hewa tumekuwa naye hapa, ametushauri kuwa msimu wetu unaenda kunaanza Novemba wiki ya kwanza, wiki ya pili. Kwa hiyo tumepata mashauri mengi sana. Kwa haya sisi kama wana Hanang tunashukuru sana, kama endapo tunaweza kuendelea hata mwakani tupate tena fursa kama hii, tunashukuru sana sana sana. Nashukuru sasa serikali ya wilaya kwa sababu kufanya hivyo ndo anathamini sana mkulima wa shamba, na ninasema ninashauri kwamba waendeleze namna hii kwa sababu sasa ndo tumiwe tutapanda